Suala la kwanza anauliza, hukumu gani ya kufunga ndoa ya mtoto wa haramu? Lugha hii bora tusiitumie kumwita mtoto wa haramu Allah, bora tumwite mtoto wa nje ya ndoa tu, kwa sababu yeye si mwenye makosa amekuja duniani kama wanavyokuja viumbe vingine. Kama kuna makosa au lawama, ni babake na mamaake hao ndio kulaumiwa, na hata wao wataporejea kwa Mwenyezi Mungu kwa taubatan nasuha, Mwenyezi Mungu anaweza kuwasamehe na kuwabadilishia, badala ya madhambi yafanye, akawalipa thawabu badala yake.

Jambo la kwanza, huyu mtoto kama tulivyosema, asiitwe mtoto wa haramu. Bora kumwita mtoto wa nje ya ndoa tu. Ile kumwita mwana haramu itampa unyonge, neno haramu ni kitu kikubwa sana. Yeye kuolewa, lazima wakati ukifika, naye pia aolewe, isije ikawa kule kuzaliwa nje ya ndoa kukamkosesha haki zake ataolewa na yeye vile, lakini baba yake huyo aliyesababisha kuja yeye duniani, baba yule hawezi kumtolea idhini no. na wala baba yule hawezi kumrithisha katika mali yake no. Hii ni kovu ya maisha. Lazima tulijue ovu hili, ukubwa wake. Mtoto wako mwenyewe, damu yako mwenyewe, na wakati mwingine karanda vibaya sana sura yako, lakini huna haki naye. Hawezi kurithi mali yako, wala huwezi kusimama ukamtolea idhini kwa mwozeshaji au kumpa idhini yule mumewe, ukambe nakuozesha binti yangu kwa idhini yangu mwenyewe. Huna idhini. Je, afanyeje? Kwa hakika kauli iliyokuwa arjah idhini yake atakuwa nayo kadhi mwozeshaji, wakati ule atuzoshe, mwingine yoyote asiingie pale. Ile kauli inayotumiwa na baadhi ya watu kuwa alkhalu waliyu man la waliya lahu Yani, mjomba ni walii kwa yule ambaye hana walii. Kauli hii ni katika mirathi, si katika ndoa. Kakosa mtu walii kabisa kabisa, hana baba, hana mwana, yani mali yake thelthinani anachukua nafasi mjomba pale, ndugu wa mama kama hawapo watoto. Lakini katika suala la kufungisha hutuba ya ndoa anachukua mwenyewe aliyekuja mtu wa dini anakubalika, yeye ananongonezwa, e bwanae, hapa mambo yaliharibika. Kwa hivyo idhini na wewe mwenyewe. Kule kwetu, alhamdulillah, ili jambo limepewa uzito na ustahiki. Binafsi yangu huwa nachukuliwa kwenda kuozesha baadhi ya harusi na nimeshawahi ozesha harusi kama hizi ya mtoto nje ya ndoa. Yule mtoto mwanamke anakwenda mwenyewe kwa makadhi, kwenda kuiomba idhini, kwa maana hana idhini pahala. Kule anapewa barua rasmi ili apewe huyo atakayeozesha, ambaye atasoma hutuba ile ya ndoa. Anapewa karatasi ile, imeandikwa harusi hii, ozesha mwenyewe, usimpe yoyote. Simpe mjomba, simpe nani, simpe nani, simpe nani, mwenyewe tu. Kwa hivyo idhini anayo yule muozeshaji. Hili suala la kwanza. Lilikuwa la pili, anasema mwanamke akitaka talaka kwa mumewe, kuna ruhusa mwanamke kudai talaka au atakuwa na dhambi? Itabidi hapa tutangulize maneno kabla ya kukata jawabu, itategemea huyu mwanamke, jambo gani lilimfanya adai talaka, siyo kakurupuka hivi hivi tu. Pengine kashawishiwa, kuna bwana mwingine tu kaambiwa, dai talaka tu, mi ntakuoa wewe, vitu kama hivi. Itabidi pale mwanamke hana uwezo navyo na atapewa kizingiti kizito. Ikiwa yeye ndiye mwenye kudai talaka ataambiwa rejesha mahari ya mume, halafu udai talaka yako. Anapewa uzito maksudi, kwa sababu pengine mtoto mdogo anadanganywa na watu nje. Lakin ikiwa mtoto wa kike ana haki ya kudai talaka, itabidi aidai kwa nini kwa sababu mume hamtazami kwa jambo lolote, si kwa chakula, si kwa nguo, si kwa shughuli yoyote ya mke na mume. Jina anaitwa mke wa mtu, lakini kwa hakika hana huduma yoyote. Nakasemeshwa mwanamme, mwisho wa kusemeshwa anaka mjuba, anatoa matusi na hivi na hivi. Huyu sasa inabidi mwanamke mwisho wake adai talaka hapo itakuwa si madhambi. Na huyo mwanamume kama huyo amche Mwenyezi Mungu, asimhangaishe mtoto wa watu, asimfanye mtoto wa watu hajijui kama ana mume au hana mume, anamdhulumu, anamtesa, anampa matatizo. Inabidi hapa mwanamke akapewa uwanja adai talaka, kwa sababu asili ya kuitwa mume ni kwamba haki zake mwanamke an yutimaha idha taima, lazima ampe chakula anapokula yeye hmm, wayaksuha idha ktasa, na amvike nguo anapovaa yeye. Hizi ni katika haki zake, ndio maana akaitwa mke. Sasa kama hakuna huduma hizi, mwanamke anashtaki na adai talaka. Hizo ni katika sababu zinazomfanya mwanamke adai talaka, ni haki kwake, okay. Uislamu umekuja kumkomboa mwanamke, pia vile vile na kumtoa katika minyororo ya utumwa na dhulma, umempa haki yake. Hiyo ni katika mfano wa sababu inayomfanya adai talaka. Ya pili, mwanamume mgonjwa na ugonjwa wake, hana nguvu za kiume za kuweza kumtosheleza mkewe. muda wa kusubiriwa ni kipindi cha mwaka mmoja. Pengine bahati mbaya imetokezea tu ghafla, kwa muda wa mwaka mmoja anasubiriwa. Zimerejea nguvu fahua, hazikurejea tena. Hapa mwanamke kama atakuwa hawezi kustahamili tena, ana haki ya kuidai talaka yake, na itabidi mwanamme amche Mwenyezi Mungu. Huo mtihani kapewa na Mungu, asimdhulumu mtu mwingine Ampe talaka yake. Hayo ni masuala mawili yalikuja kwa mwanzetu mmoja, mwingine anasema